Kuwahi ama kuchelewa kufika, Doesn't matter. Kinacho mata pale how successful ile tendo imefanyika, mume wako anakuandaa. Kwa hiyo kwenye kuandaliwa mwanamke, ukosefu dakika kumi mpaka kumi na tano kwa sababu mpaka ujue sehemu gani ndio inaleta shoti, maana ya shekhe ni umechukua muda wa kumjua. Na kuna wanawake wengine, zungumzeni sehemu gani, mimi ukinishika na naleta na moto. Sasa mwanamume anahisi anatumia muda mrefu yeye mwenyewe, vitu vile pale anataka avitoe faster faster. Unaanza kumwambia sio akushike wapi, akufanyie ah, ah, ah, kitu wapi. Kwa hiyo sisi wanawake tuwe tunawashawishi, tuwe tunawashawishi washawishi, na huwe unazungumza, mume wangu, mimi unawahi kufika, kwa hiyo hebu fanya mazingira ambayo mimi naweza kujisikia nimeenjoy ni wewe na mume wako kuzungumza lile swala. Lakini pia naweza nikasema kwa upande mwingine, kwenda raundi nyingi sio uhodari. Yaani mtu kwenda raundi nyingi sio uhodari. Unaweza ukenda raundi moja na usiume. Ya pili ni vipi umeifanikisha? Kwa hiyo sisi wanawake nadhani maumbile yetu yako tofauti. Wengine sehemu ya kifua ndio yuko na hisia. Wengine sehemu ya chini ndio wako na hisia. Wengine shingoni. Kwa hiyo inataka wewe mwenyewe mwanamke ukikoga unajijua, ukijishika wapi mwenyewe unakuwa unasikia raha, mwambie mume wako, mimi mume wangu ukijishika sehemu fulani ndo nasikia raha. Unavyokaa kimya kimya, utalalamika kila siku. Mwisho wa siku unakopa, mwisho wa siku safari zako hufiki, mwisho wa siku wanaume wao wanataka wamalize. Utajua mwenyewe kuzungumza, hujui? Mbona yeye akiwa na shida zake anakwambia mke wangu lala hapo tufanye mambo tumalize. Wewe kila siku utajibanabana nini, mwalimu? Kwa hiyo si vitu vya kuweka kwenye moyo.